Neno la Mungu linasema kila ulimi utakili na kila jicho litamwona na kila goti litapigwa. Hivyo kama neno la Mungu linasema hivi, ina maana zipo nyakati za mwisho na katika kuukili wokovu mwanadamu anaukili wokovu akiwa hai na sio kwamba anaukili akiwa amekufa. Hivyo mwanadamu yoyote ambaye anakuwa amekufa ndani ya dhambi, yeye moja kwa moja hakuna msamaha wowote ambao utapita. Huyo moja kwa moja yupo katika mangojeo ya wale ambao wanaongoja moto wa milele. Hivyo basi, ukifa nje ya Yesu Kristo, hakuna mwanadamu ambaye anaweza akakuombea. Kuta kwamba kuna mahali wanasema kwamba kuna ibada za kuombea wafu wasamehewe, ni ngumu Yaani Mungu ametenga kati ya nuru na giza, ametenga. Ina maana wale wote ambao wanakili wokovu kwa kinywa chao wenyewe na kuamini kwa sababu kitabu, kitabu cha Warumi sura ya kumi mstari wa kumi inasema kwa maana ukimkiri uki, uki, Yesu Kristo kwa kinywa chako na, na, na moyo kwa mo, na, na moyo wako ukaamini, ina maana moja kwa moja unakuwa umepata kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo kwa kinywa mtu ana ukili wokovu na kwa moyo anaamini, hivyo sasa. Ikiwa kwamba wewe haupo duniani hapa, nani atakukilisha? Tayari umekwisha kufa, hauongei tena, hivyo tayari unakuwa upo sehemu ya mangojeo. Hivyo kuukili wokovu ni pale mwanadamu ambapo anakuwa hai. Hakuna kudanganyana kusema kwamba inatakiwa watu watoe sadaka ili waweze kuwakomboa waliokufa. Ukiwa umekufa ndugu yangu, umekufa. Bwana Yesu wasifiwe. Tena narudia tena, ikiwa umekufa ndani ya dhambi, umekufa. Hivyo basi ikiwa kwamba ikiwa kwamba kila jicho litamwona na kila ulimi utakili, ina maana inategemeana. Sasa umekili vipi wokovu? Ina maana Yesu Kristo ambapo atakuja, atakuja kuwafufua wale ambao ni wazimu wale ambao ni wafu, anakuja anawafufua. Ndipo pale atakapokuja kutokea mawazo kwamba kumbe Yesu ndiye Mungu, ina maana wanakili tayari wamekwisha kuchelewa. Anasema kwamba ukikiri wokovu wakati upo hai, pale ndipo unakuwa wewe ni mwana wa Mungu. Tukisoma kitabu cha Mathayo sura ya ishirini na nne mstari wa thelathini na sita na mpaka arobaini na moja inasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila wa, wa na kunywa wakioa na, ku, na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja, ikawachukua wote; ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuweko kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja Achwa Bwana Yesu asifiwe tena hivyo Mwenyezi Mungu anakusha kusema kuna wale ambao tayari wamekusha ukili wokovu watakuwa wamekaa na watu shughuli zitakuwa zikiendelea wao wanajua wako pamoja siku za mwisho wanashangaa wamekusha kubaki wao tayari wamevutwa na baba wa mbinguni hivyo basi kile kipindi ambacho Nuhu alikuwa anajenga anajenga safina wakati Mungu alimwambia Nuhu ajenge safina. Nuhu hakujenga safina kwa siku moja, ina maana watu walikuwa wanashangaa, wanaliangalia kabisa, lile ni safina, lakini hawana muda nalo na, wala kuna watu ambao walikuwa hawaulizi, walikuwa wakiona kama yeye anapoteza muda. Hivyo basi tunatambua hapa, hii safina ilikuwa ni ushuhuda kwa watu. Ndio maana safina hii haikujengwa kwa siku moja. Nuhu alikuwa akijenga, wao wanamwangalia, hivyo ni ushuhuda. Hivyo Mwenyezi Mungu katika kizazi hiki amekwisha kuweka jambo ambalo ni ushuhuda ambayo ni Injili ambayo, ambayo inahubiriwa katika mataifa yote. Hivyo kipindi cha Nuhu aliweka safina, leo hii amekuja ameweka Injili. Kuna, kuna manabii wa injilisti, mitume wao, wapo kwa ajili ya hayo. Hivyo basi tukisoma tukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa saba mpaka wa nane kinasema kwamba tazama, yu aja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Tena tukisoma kitabu cha Walumi sura ya kumi na nne mstari wa kumi na moja imesema kwamba kwa kuwa imeandikwa kama nishivyo anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi ikiwa Mwenyezi Mungu anasema atakuja, ina maana kila jicho litamuona. Na kama kila jicho litamuona, ina maana kila ulimi utakili kuwa Yesu ni Kristo, yaani kila kila kiumbe kitashangaa, kila kiumbe kitashangaa kwamba Yesu ni Kristo. Hata mimi mwenyewe hapa nitashangaa kwa sababu nitakuwa nimemuona Mwokozi hicho ndio kitu ambacho sisi tunakitamani watumishi wa Mungu kwamba umuone yule aliyekuumba. Sijui hiyo siku utamwambia nini. Hivyo basi, kitabu cha Matayo sura ishirini na nne mstari wa kumi na nne kinasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapa tayari tumeshaangalia kwamba injili inayohubiriwa mpaka saa hizi ni ushuhuda. Hivyo kama injili imekwisha kufikia, tambua hizi ni siku za mwisho. Hivyo hapo tunaanza kuangalia, Mwenyezi Mungu atakuja kama mwizi, ndipo haya mambo yatatokea. Atakuja kama mwizi. Hapa ndo tunaangalia kama Mwenyezi Mungu atakuja ghafla, ni jambo la kuwa makini. Je, atakukuta ukifanya huo uzinzi? Je, atakukuta ukiangalia kwa kutamani vitu vya watu? Je, atakukuta unatamani mwanamke asiye wako? Je, atakukuta ukiendelea na shughuli zako za kila siku pasipo kumtafuta yeye? Bwana Yesu asifiwe. Tena wewe ambaye unaenda kutafuta vitu pasipo Mungu, unashangaa hivyo vitu ambavyo unatafuta vyote vimeondoka, yani mpaka lile jembe ambalo lilikuwa ulikuwa ukilitumia labda katika kulima unakuta nalo halipo, ina maana unabaki wewe kama wewe. Na sasa siku za mwisho, hapana pa kushika, ni wewe na mambo yale yote ambayo umekwisha kuyafanya, na unasema kwamba kila mtu atauchukua msalaba wake mwenyewe, mzigo wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, ikiwa kwamba tumekwisha tu kutambua kwamba haya mambo yote ya Mwenyezi Mungu, atakuja na mawingu, atakuja kwa ajili ya nani? kwa ajili ya mwanadamu. Hivyo basi, ukili wokovu ni katika uhai na sio katika mauti. Ndugu yangu, ukiwa hai, ukili wokovu ili uwe hai. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.